Tumefika katika kata ya Igawilo. Zoezi ni endelevu katika swala zima la kuweza kushusha vifaa uh, vya kuweza kwa kabidhi mafundi kwa ajili ya kuweza kushona nguo za wanafunzi, na hii ni kata ya Igawilo, na tumepata nafasi ya kukutana na fundi ambaye pia yeye ni miongoni mwa watu ambao waliweza kuapply nafasi hii na kuweza kupata fundi. Kwema, kwema. Salama kabisa kwa salama kabisa. Uh, majina, tukutambue. naitwa Sauda Rafael Maenge. Hmm. Uh, mkazi wa mtaa gani ponja? baada ya kupata taarifa hii ambayo ilitangazwa na taasisi ya Tulia Trust ambayo inaongozwa na mkurugenzi wake Daktari Tulia Ackson, ulipokea jukwaa kama ni fundi? nilipokea vizuri. hmm. Hmm. na hali yako ni nini? Hali yangu ni kuwashonea vizuri wanafunzi hmm. wapendeze hmm. ili waendelee kum, kumshukuru mheshimiwa mbunge. Na wewe lolote pale kwa mheshimiwa, unaweza kumwambia neno gani lile pale? Mi namwambia Mungu ambariki, tunashukuru kwa sababu tumepata na sisi fursa, tutapata chochote kitu. Kwa hiyo Mungu ambariki kwa hilo jambo la heri, kwa sana, nashukuru sana. Amin. Sawa, ni moja ya fundi ambaye yeye ameweza kuchukua fursa hii au kupata fursa hii ya kuweza kushona nguo za wanafunzi ndani ya kata hii ya Igawilo.